Boni Online TV. Mabibi na mabwana nafahamu kwamba mnafahamu kauli mbiu iliyoko mwaka huu. Kauli mbiu yetu ya mwaka huu ni uchaguzi 2025 utuletee viongozi wanaojali haki na maslahi ya wafanyakazi na sote tushiriki. Haki na maslahi kila mmoja aseme haki na maslahi. Na kwa sababu tunatakiwa kuwachagua wa madiwani wa bunge na Mheshimiwa Rais, basi kauli mbiu yetu hii inajielekeza huko. Anayeambiwa ni mfanyakazi wa serikali na mfanyakazi asiye wa serikali, wa mashirika ya umma na asiye ya umma, ili aweze kushiriki katika uchaguzi huu, kupatikana kwa viongozi wanaoweza kuwa tunu ya haki na maslahi kwa wengi. Aidha, nitumie pia nafasi hii kuwaasa zaidi watumishi ama kuwapongeza sana watumishi kwa kazi nzuri ambayo mnaendelea kuifanya ndani ya mkoa wa Dar es Salaam. Naomba wote tujipigie makofi mengi sana lakini mpili, kila inapotokea sherehe ya wafanyakazi, wengi huwa tunaelekeza nguvu zetu kuangalia Mheshimiwa Rais anapandisha mshahara ama apandishi mshahara naomba niendelee tu kuwapa neno la faraja kwamba mishahara ni haki yenu ya msingi. Kupanda au kutokupanda ni jambo la kisheria, na naamini kabisa Mheshimiwa Rais ataendelea kuliangalia hili kwa macho mawili. Lile ambalo ninauhakika nalo kwa sasa ni kwamba wale wote wanaopanza kupata madaraja wanapanda, wale wote wanaotakiwa kulipwa stahiki zao wanalipwa, na wale wote ambao wanaendelea kudai wanaendelea kulipwa taratibu kadiri mfuko wa serikali unavozidi kupata fedha. Kwa mantiki hiyo, niendelee tena kuwaomba wafanyakazi wote kufanya kazi kwa imani kwamba serikali yenu chini ya mheshimiwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inawajali na kuwapenda sana. Aidha, napenda pia kuwakumbusheni wajibu wenu wafanya kazi, kwamba tuna wajibu pia wa kulinda haki kwa watumishi wengine ama kwa watu tunaowahudumia. Juzi usiku nilifanya ziara mahali fulani, nikamkuta binti moja aliyemaliza chuo kikuu cha Dar es Salaam, amepewa mtaji wa shilingi milioni moja laki tano na mzazi wake ili afungue saluni. Wafanyakazi wangu wa serikali wa ndani ya kata hiyo wakaenda kwenye saluni hiyo na kuifunga kwamba yule dada alikuwa anatumia wafanyakazi ambao hawajapimwa afya, na wakamtaka binti huyo alipe laki sita au la atalala ndani mpaka hapo mashauri mengine yatakapotokea. Kauli zile za wafanyakazi wale, na kwa sababu ilikuwa ni siku zinazoelekeana na siku ya wafanyakazi duniani niliona kwa namna ambavyo baadhi ya watumishi wetu wanaweza kuwatoa machozi watu ambao wanaipenda serikali yao. Kwa hiyo viongozi wetu wa tukta, nilitoa maelekezo kwamba, kwanza wale watu wasimamishwe kazi, lakini pili, wajieleze vizuri, lakini tatu waangalie wao wakiwa wana kazi. Akafika mtu akasema nipe laki sita, na huna uende ndani. Nikaona hiyo sio jambo jema. Kwa hiyo leo tunaposherekea sikukuu ya wafanyakazi, kila mmoja bebe wajibu ndani ya moyo wake kwamba sisi ni watu ambao tunabeba taswira ya serikali. Mfanyakazi mwenzetu mmoja tu anaweza kuharibu kabisa mnyororo wa taswira ya serikali na serikali yetu ikashindwa kupendwa. Sasa hapa watumishi wote tulioko hapa, kila mmoja ajiulize swali, kwa nini sisi tuko hapa tunaitwa wafanyakazi, na kwa nini sisi sio wafanyabiashara? Lakini kila mmoja ajiulize hapa, kwa nini tunapozungumzia uchumi na watu wanaomiliki uchumi watu wa haraka huwa tunawalenga wafanyabiashara wa. Maana yake ni kwamba wafanyakazi, pamoja na kwamba tunapewa mishahara, lakini kazi yetu ni ya kujitoa zaidi kuliko jambo lolote. Kwa hiyo naomba sana wafanyakazi wote wa umma wa mlioko hapa, tuendelee kufanya kazi kwa kujitoa, huku tukiamini kwamba tunafanya kazi ya umma yenye maslahi mapana kwa taifa, pengine hata sio maslahi kwetu wenyewe, jamhuri ya muungano wa Tanzania. Lakini jambo la pili, nafahamu pia leo wapo wafanyakazi wachache watakaowakilisha wengi ambao wamejitokeza kuwa vinara wa kazi nzuri katika taasisi zao. Mwaka jana niliziona ahadi watapewa, watapewa, watapewa. Mwaka huu na muda huu sitapokea neno ahadi kwa mfanyakazi yoyote atakayeitwa, kama napewa hela apewe. Na nilisema huu sio huo mwaka na wajibu na kuwapa watu vyeti, vyeti vinatosha, mavyeti ya kuonesha onesha ubaoni yanatosha. Maisha ya sasa yanataka pesa. Kwa hiyo mimi naendelea kushauri kwamba, kwa wale ambao mmewaandalia zawadi watumishi wetu, kama mmeandaa cheti safi, lakini cheti kitupu sio safi, na kama mmeandaa fedha safi, hata bila cheti safi. Baada ya kusema haya sasa, niko tayari kuwatunuku wale wote ambao leo watakuwa wamejitokeza kuwa wafanyakazi bora Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Solidarity. Raisi Samia oye! Asanteni sana. Kwa jina naitwa Dr. Emmanuel Ezra Lazaro, ni daktari bingwa magonjwa andani, ya ndani kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa wa Temeke. Na kwa na siku ya leo ya Mei Mosi nimefanikiwa kuchaguliwa na hospitali yangu kuwa mtumishi hodari namba moja na, na kuweza kupokea zawadi ya shilingi milioni tano kama motisha Bilio ya kuwa mfanyakazi hodari kutoka e hospitali yangu. Binafsi nimeipokea kwa furaha kubwa sana hiyo zawadi, imeendelea kunipa hamasa kuendelea kufanya kazi kwa bidii sana. Natoa hamasa mbogu pia mbogu kwa wafanyakazi wenzangu ee, tuendelee kufanya kazi kwa bidii na tutaweza kuendelea kupata motisha o, kama hivi ili tuweze kujenga taifa letu. Napenda kumshukuru sana, na sana mkurugenzi wangu uh, Dr. Joseph Kimaro, okay, kwa zawadi hii kwa maana bila hospitali yangu yeah, na wafanyakazi wenzangu tusingeweza kufanikisha hii. Napenda kumshukuru sana Dr. Joseph Kimaro na wafanyakazi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Temeke. Karibu sana. Upekee ni upeke ni upeke ni upeke wangu. A, upeke wangu upeke. Na kwa kweli wafanyakazi wote watemika hospitali tunafanya kazi kwa bidii sana, lakini naona ni, ni katika uchaguzi huu ilikuwa tulipigiwa kula na wafanyakazi wenzangu. Kwa hiyo katika kwa upekee nadhani ni kufanya kazi kwa juhudi sana. Kwa hiyo wafanyakazi wangu wameona juhudi zangu wameamua kunichagua kuwa fanya kazi yodai Watoto wetu wanaenda Mbezi shuleni. Tunaomba sana tupate soko. Kata yetu ya Saranga hatuna soko, tunaomba sana. Kwa hiyo na, na kero lingine, ule mto Mbezi, ule mto Mbezi ni mkubwa, kila kila inavyonyesha mvua kubwa inahamisha wakazi, nyumba za watu zinahama. Ni zaidi ya nyumba kumi, si familia kumi, wamepoteza nyumba kwenye mto Mbezi huo hapo. Tunaomba sana msaada wako mkuu wa mkoa, tusaidie. Hiyo ndio kero yangu kubwa, naomba sana mtusaidie jamani. Wale mnaowapa nafasi ya kutusaidia, tunavyoenda kwao hawana maamuzi ya mwisho. Asante. Mtu mwingine amesikiza, asante sana, anaitwa Kibaya Yusuf, mkazi wa Saranga mpakane. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi Kibaya Yusufu nimefika kwenye mkutano huu kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV.